Nimekuja hapa maneno ya kupanga hii kazi yetu. Kuna siku tutakuja mambo ya siasa, si ndio? Na mafundi wa siasa ni wengi, so hiyo ikifika siku ya siasa itakuja kupangwa siasa. Kwa sasa ni tuungane sisi wote, mbali na mirengo, mbali na vyama, mbali na mambo haya mengine yote, tuyaweke kando, tuungane, tujumuike pamoja

To facilitate the transformation of our nation. Lakini sisi wote tumekubaliana wakati huu sio wakati wa siasa, si ndio? Sio wakati ya mirengo, sijui kabila hii, sijui kabila ile, sijui dini hii, dini ingine, chama hii, chama ile. Hapana, wakati huu ni sote tuungane na kushughulika na mambo ya muhimu ambayo yatabadilisha maisha ya wananchi wa Kenya, tuzalishe chakula, tuondoe njaa tuhakikisha kwamba kuna value addition agro processing, tuzalisha ajira ya vijana hawa mm, tuhakikishe ya kwamba watoto wetu tunawasomesha, tuwe na program ile ya afya ambayo yanajua mnaelewa ya sha na eh, Taifa Care. Tuhakikishe ya kwamba pia tunasambaza stima na yale mambo mengine na kuwajengea barabara, ndio tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Haya ndio mambo ya muhimu kwa sasa. Kutakuja wakati wa uchaguzi, si ndio? na nyinyi wananchi ndio mafundi wa kura, nyinyi ndio mtajua ama namna gani? Kwani kuna mtu anafundishwa hapa mambo ya kura? Si kila mtu anaelewa vile atafanya. Na siku hiyo hakuna mtu atapata kura ati kwa sababu alikuwa na matusi mingi. Mtu atapatiwa kura kwa sababu kuna kazi amefanya na inaonekana na wananchi, ama wananchi, tunaelewana mambo gani? tunaweza kupatia mtu kura ati kwa sababu alitukanana ama alituimbia wimbo fulani si ni kazi mtapima watoto wamesoma barabara imetengenezwa umepata stima chakula iko mambo inaendelea mbele ama namna gani na afya imepatikana so wakati huo tutashughulika na mambo ya siasa kwa sasa tushughulike na mambo ya maendeleo ama namna gani watu watanariva si namna hiyo basi hiyo ndio maneno tuko na ndio nimekuja hapa na sitaki maneno ya kuzungushana na mambo ya siasa. Unajua huyu ashaka, si tulikuwa pande tofauti, lakini si leo tuko pamoja, si tunatembea, kwa sababu katika umoja kunapatikana maendeleo ya wananchi.